Hili ni tukio la mauaji lilosababisha sasa tuwakamate mkuu wa shule pamoja na walinzi wawili wa shule eh, ambapo wanatumiwa kumuua mwanafunzi wa kidato cha nne shule ya sekondari Kagwa anayeitwa Novatus Mgeni mwenye miaka kumi na tano. Hawa tuliowakamata kama nilivyosema, ni pamoja na mkuu wa shule ya Saint Kagwa Ee, ambaye anaitwa Zakaria Mwasenga ana miaka 47, lakini wengine tuliowakamata kama nilivyosema ni walinzi wa shule hiyo ya St. Kagwa eh, ee, mmoja anaitwa Michael Donciano ana miaka 33, na wa pili Geoffrey Simon ana miaka 30. Hawa ni kwamba tarehe 23 mwezi wa tatu 2025 majira ya saa 8 usiku, watumiwa hawa waliwashambulia wanafunzi watatu kwa kuwapiga na waya wa umeme na hii ilitokana eh, na kuwatuhumu wale wanafunzi ambao wote ni wa shule ya sekondari Kagwa, kwamba waliruka ukuta eh, wakaingia kwenye shule ya sekondari St. Kagwa na kwamba baada ya kuingia kwenye shule hiyo waliingia kwenye mabweni ya wasichana a, walivyokamatwa ndipo wakashambuliwa na na huyo mwalimu pamoja na hao hao wanafunzi wanafunzi, basi baada ya wameshambuliwa alifikishwa kituo cha Sumbawanga, kituo cha polisi Sumbawanga, na hatimaye hospitali ya Rufaa Sumbawanga kwa ajili ya matibabu. Wanafunzi wawili walitibiwa na kuruhusiwa, lakini huyu Novatus, yeye hali yake iliendelea kuwa mbaya, na hivyo akahamishiwa hospitali ya Rufaa ya Kanda kule Mbeya ambapo alifariki akiwa anapatiwa matibabu. Kwa hivyo tunalo tukio hilo la mauaji, na watu hao tunaendelea kuwashikilia wakati tunakamilisha upelelezi wetu.